Hivyo ushawahi kujiuliza kwanini kuna simu za bei rahisi bei ya chini yani inamaanisha chini ya laki tatu labda huko, uh, mpya kabisa ina GB 128 storage na RAM 12 wakati huo huo kuna simu inauzwa gali maybe zaidi ya milioni moja, okay? ina storage ya GB 128 na ina RAM 8. So unakuta yule ambaye amenunua simu ya chini iko slow, kuliko yule ambaye maneno ya bei ghali, japo vigezo ni vile vile, storage na RAM. Hii ni kwa sababu watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba RAM sio kigezo pekee cha simu kuwa fast. Okay, mtu anataka kununua simu, anaangalia tu simu. Kuwa fast inategemea processor inategemea software ya simu lakini pia inategemea teknolojia ya storage ya hiyo simu. Kwa mfano, hizi simu za bei rahisi unakuta zinatumia teknolojia ya storage ambayo ni ya eMMC ambao kwa kirefu chake ni embedded multimedia card. Hii teknolojia iko very slow kwenye kuchakata taarifa pale unapotumia simu, yani kwamba ina ina read data ndo ina write data. Lakini haiwezi ku read na ku write kwa wakati huo huo. Kwa hiyo, unakuta simu itakuwa slow. Wakati huo huo, hizi simu za bei ya juu, unakuta inatumia teknolojia ya juu ya storage. Kwa mfano simu kama Samsung inatumia UFS, Universal Flash Storage. Yaani kwamba simu unakuta iko very fast kwenye ku read na ku write data, kwenye kusoma na kuandika taarifa. Kwa hiyo unakuta unapotumia simu iko very fast, iko very fast haikusumbui. Lakini pia tukija kwenye processor, hizi simu za bei rahisi zinatumia chip za simu ambazo ni za kwanza ni ni rahisi kutengenezeka lakini pia ziko slow. Okay? Kwa mfano simu kama za Infinix, zinatumia MediaTek, MediaTek, ambapo ni kampuni ya Kichina inatengeneza chip ambapo cost of production ya hizo chip ni bei rahisi, kwa hiyo hata uh, uwezo wa hizo chip unakuta ni mdogo. Lakini simu hizi za juu, kwa mfano Samsung inatumia kuna chip ambazo anatengeneza yenyewe lakini pia inatumia chip kutoka kwa ni kampuni ya Qualcomm ambapo ni Snapdragon, ambapo ni very fast chip ambayo ina process data very faster, kwa unakuta simu iko faster tu okay, kuliko huyu ambaye ametumia hizi chip za, za teknolojia nyingine. Lakini pia tukija kwenye software, tunaongelea swala la software, huyu manufacturer amefanya kazi gani kwenye kutengeneza software, ambapo itafanya kazi vizuri na simu yake hardware zilizopo kwenye simu yake. Let's say Samsung wanatumia millions of dollars, ela nyingi sana, ili kuhakikisha kwamba hardware na software ya simu inafanya kazi vizuri. Wakati huo huo hizo simu za bei rahisi, unakuta, au manufacturer au wenye kampuni wanatumia tu gharama kidogo na hawaeki jitihada kubwa ili kuhakikisha kwamba uh, software ya simu inafanya kazi na vizuri na components za simu. Kwa hiyo unakuta tu simu yani iko tu slow, ina lag. So sababu kubwa ni kama hizo. Kwa taarifa za teknolojia kama hizi, hakikisha una follow account hii, una like na kushare, pia una repost, repost. Welcome.